Dodoso dodoso za za mbinguni mbinguni, ni jambo lolote ambalo, ni kuna photocopy kuna yake yake fake ye. Kwa hiyo hapo tunaenda mbinguni, kuna kaa vyumba ambavyo, kumbe si kila mtu atoke kwenye mfumo wa dini. Yes, si kila mtumishi alaya sana kwenye kipindi chetu cha dodoso za mbinguni. hizi ni dodoso za mbinguni. karibu sana mtazamaji wetu wa Buludoza TV, ninakualika tena katika kipindi kingine cha dodoso za mbinguni ambayo tayari baba yetu tuko pamoja naye kwa sasa, kwa ajili ya kukujuza mengine zaidi kuhusiana na siri za ufalme wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa, amina amina za uzima, haleluya. Karibu sana katika kipindi chetu amen, amina. Tunashukuru sana kwa kuitikia wito wetu ambao tumekualika sana amen. Amen. Nafikiri mtazamaji, kama unavyoona tayari, sasa baba yetu tuko pamoja naye kwa ajili ya kukupa mengine zaidi yanayoendelea katika siri za ufalme wa mbinguni hmm. Hmm. Bila kupoteza muda sasa, baba, naomba niulize swali moja kuna baadhi ya komenti nyingi ambazo zimekuwa zikija kwa grupu letu na WhatsApp no, mm -hmm, ikiuliza baadhi ya maswali kadha wa kadha mm -hmm. na mimi katika yale yote, tumekaa timu yetu tukatoa swali moja mm -hmm. ambalo nafikiri katika hilo litajumuisha maswali yao yote ambayo wakiwa wanatuuliza umetuuliza mm -hmm. mara kwa mara kwamba hivi mtu kuwa dini fulani, hiyo inaweza kumpa tiketi ya kurithi ufalme wa mbinguni au uzima wa milele okay? mm asante <laughs> sana mm. asante sana mm. uh, ni swali zuri ni swali zuri ambalo mm. uh, naamini linaweza likawa linachanganya watu wengi sana mm. kumbuka uh, sasa hivi mm. injili hii ya kitume na kinabii inapambana sana na kitu kinaitwa dini kwa sababu ndiyo mambo yote tangu mwanzo hata uh, yesu anafanya kazi akupigwa sana vita na wachawi na nini aa. mm. alipigwa sana vita na watu wa dini mm -mm. makuani wa kidini e, maana yake ki unasema mm. kwamba mm. injili ya sasa inapinga injili ya kitume na kinabii inapinga sana dini, yes eh -eh. sijui umenielewa eh? lazima uelewe. mm. dini ni ulevi ambao wameletewa wanadamu mm -hmm. ili wamkose Mungu wa kweli mm. Wafuate sanamu mm. Dini haikuwa mpango wa Mungu ila wokovu ndiyo mpango wa Mungu, kwa maana dini ni mipango ya watu kadhaa wenye akili waliokaa na kubuni kwamba tuanze kumtafuta Mungu mm. Lakini wokovu ni mpango wa Mungu mwenyewe kumtafuta mwanadamu. Mm. Ndio maana ilifikia hatua Mungu mwenyewe akamtoa mwanaye wa, wa, wa pekee Yesu Kristo mm, afanyike kuwa mateso na dhihaka mm, ili wenye dhambi wawekwe huru. Sijui umenielewa? Mm. Yaani huo ulikuwa ni mpango mkakati wa Mungu kwamba fulani ateseke ili watu fulani wapate nehema, fulani asurubiwe ili watu fulani wapate baraka. Sijui umenielewa? Mm. mm. Kwa hiyo dini, kwa sababu ulikuwa ni mpango wa kibinadamu kabisa, ndani yake hakukuwa ya na maarifa ya kimungu kwao. Badala yake watu walifundishwa tamaduni ambazo ziko nje ya utaratibu wa nani? Wa Mungu, wa Mungu. Na hivyo ndio maana unaona hii scenario inafunga sana watu ufahamu, wanaamini kwamba dini zao zinaweza kuwapa uhalali wa wao kurithi uzima wa milele kurithi ufalme wa Mungu, kwamba, kwa sababu mimi niko dini fulani, ah, dini yetu ina nguvu kwa hiyo anaweza kawa anafanya mabaya ana aendi visawasawa na Mungu, lakini kwa sababu yuko kwenye dini na anaaminisha hiyo dini na nguvu, anaamini yuko salama hmm. Sijui umeelewa hmm. Lakini kwa ufupi hmm. uzima wa milele haupatikani kwenye dini hmm. uzima wa milele unapatikana kwa kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwanaye aliyemtuma. Kwa hiyo kwenye dini hawamjui Mungu wa kweli na Yesu Kristo wamjui wapo. Mi nikiingia mbona makanisani kote nasikia wanamhubiri Yesu wanasema twenende kwenye njia za Yesu ni sehemu zote na makanisa yote na sote tunajua zote makanisa ni dini. yes. lazima na... uelewe Yesu kitu alichokiacha mm. Alisema alimwambia Petro, katika mwamba huu nalijenga kanisa langu, wala mm. malango ya kuzima yatalishinda. Hajawai kusema najenga na dini yangu ndio maana kanisa Yesu alilolitengeneza linaunganisha watu wa mataifa yote, mahali popote ambako unakuta waislamu wako hapo, Roman Catholic wako hapo, warokole wako hapo, sijui watu gani wako hapo, wasiokuwa na dini wako hapo, hilo ndilo kanisa mm -hmm. lakini mahali ambako wamejitenga kundi fulani, wanasema sisi, uh, ni, the, ni dini hii, hatufungamani na hawa hapo sio Mungu. Dini zenyewe zinaleta utengano. Sasa unataka kuniambia Mungu ameleta kutenga watu? Yeye Yesu mwenyewe akiwa anaelewa kabisa kwamba vita iliyoko duniani ni ya dini, anaagiza anasema, amri ni hii, ni moja, nawaachieni, pendaneni kama mimi nilivyowapenda, maanake akijua kwamba watu wakitembea katika matabaka ya dini Watakanyagana, kila mmoja atahitaji kuthibitisha cha kwake ndicho powerful kuliko cha mwingine, bila kujua kwamba kila mmoja nakapakeji kake kwenye ufalme wa Mungu. Amina. Kwa hiyo lazima uelewe, dini aikupi tiketi ya kurithi uzima wa milele. Anaikupa tiketi ya kurithi ufalme wa Mungu au uzima wa milele ni Mungu mwenyewe, umjue kweli na yule aliyemtuma, kumwelewa. Watu wengi wanachengana na wale waliotumwa na Mungu hapo ndipo kuna matatizo, wakiwa wako bize. Yani, kuna watu wanafia kwenye dini, anakuambia mimi siwezi kuhama dini yangu, siwezi kuacha dini yangu, mimi niko tayari nife ili dini yangu je, ama, ama nikaenda huko na nini nanini, wakikataa kunizika. Kwa hiyo unaangalia kwamba kifungo walichowafunga watu ni ufahamu kwamba ukipatwa na shida tutaweza kukusaidia kwa ufupi, naweza kusema dini zipo kwa ajili ya kusaidia shida mbalimbali mbali. Yaani, shida hizi ndogo ndogo za mateso mm, ya kifo, tukuzike tufanye nini, amina. Lakini Yesu mm, amekuja kuokoa roho za watu. Ndio maana ukienda mm, kwenye makanisa ya kiroho, mtu ameugua kwa muda mrefu, miaka mingi, amepooza uh, ukienda pale, anarejeshewa pumzi ya uhai, anaambiwa pokea pumzi ya uhai mm. Anarudi kuwa mzima, anarudi kuwa na nguvu. Hiyo inatudhihirishia kwamba Yesu hajataka watu wafe, hajataka watu waangamie. Yeye kazi yake, anataka watu waendelee kuishi na kuneemeka, lakini dini ipo inawafunga watu kwamba ukifa hatutakuzika, ukifa hatutakusaidia. Kwa hiyo dini haikupi mandate ya wewe kurithi uzima wa milele nisome kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kumi na saba na mm. kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili mm. ili kwamba wote uliowapa awape uzima wa milele. Rudia, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote waliompa awape uzima wa milele, ili kwamba wote uliompa awape uzima. Mungu akikupa wa watu. Manake, mm. anacholenga ni wawe wasima wawe na nguvu mm. warudi katika uwai wao mm. ule ambao walikuwa wameupoteza kabla. Yes. Sasa kwamba kama vile wale wote waliompa mm. wawe na uzima ndio. Endelea na mstari wa tatu, na uzima wa milele ndio huu. Ah, sasa sikiliza hapo mm. naenda kujibu swali lako mm. ambalo umesema kwamba wale ambao wanaegamia dini wakiamini kwamba wanaweza kupata uzima mm. wa milele kwa sababu yuko dini fulani mm, mm, mm, je, ni sahii? Dini inaweza kumpa hiyo tiketi uh-uh? Mimi nimekuambia hapana mm. Dini sio sio kigezo cha kwamba uta, kwa sababu unasali dini fulani wewe umepa umepata moja kwa moja tiketi ya kuwa huru mm. hapana. Uzima wa milele nao ndio huu, soma mstari wa tatu: na uzima wa milele ndio aha, wakujue wewe. Wa? yani uzima wa milele ni uwe unamjua Mungu vizuri Mungu wa pekee wa kweli Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma na wamjue yule aliyetumwa na Mungu mm -hmm. Mtu atambue kwamba huyu ametumwa na Mungu kwa ajili ya maisha yangu mimi hiyo mm. ndiyo kanuni pekee inayoweza kumrejeshea mtu uzima. Ndio maana Yesu akaongea maneno mm. ni mepesi kwa watu wenye akili ndogo, lakini kwa watu wenye akili makini wanaweza kuelewa kwamba Yesu ameongea mambo mazito. Anasema, enendeni ulimwenguni mkaubiri njiri kwa kila kiumbe, yule atakayeamini na kubatizwa ndiye anayeokoka, ndiye atakayefanyaje? Atakayeokoka. Anasema mhubiri injiri kwa kila kiumbe, akusema kwa kila mtu, kwa kila kiumbe. Sasa watu sasa, kama ni kila kiumbe, basi kwani mbwa sio viumbe? Mbuzi sio viumbe? Ng'ombe sio viumbe? Nenda hapo. Lakini kiumbe maana yake nini? Binadamu ameumbwa yuko na mambo mawili ndani ya moyo wake, mm. ana kitu ndio na kitu hapana. Kiumbe kilichomo ndani ya mtu ni ndio na hapana, na hicho ndicho kinatakiwa kuhubiriwa. Mtu unaweza ukamleta hapa mm. ukampa unabii ukamwambia, jamani, wewe jana umelala na mme wa mtu na mke wake analia machozi kwa sababu nyumbani kwake hapati ma, ma, matumizi mm. Unatakiwa uache hiyo iache kukuandama, inakuletea nuksi. Kwa sababu unampa unabii mbele ya watu, anaweza akasema hapana, sijafanya mimi kwa sababu ya hadhira iliyomzunguka, au aibu ya kukuogopa wewe, usijue kama yeye anafanya matendo haya, lakini roho ameona hicho kitu ndani yake. Ila sasa yeye binafsi ndani yake anasikia kuna kitu inamwambia ameniona ameniona kweli, jana nimefanya hili tukio. Sasa hicho ndicho kiumbe hicho ndicho kiumbe, kiumbe ambacho mitume na manabii wameelekezwa wakihubiri, hicho kiumbe, hicho kiumbe chenyewe huwa kinasikia na kinakiri ukweli kwamba ameniona. Na ndiyo hiyo, unaweza ukakemea, unasema pepo, ukaba toka, ukashangaa mtu anapepesuka ghafla, yuko kwenye vumbi, anaamka tu anajifuta vumbi, aelewi nini kinatokea. Kiumbe chenyewe kimeelewa kwamba mimi niko humu ndani ya mwili Aha, kuwabatiza watu, wakafikiri ni kwenda tu kwenye mito na maziwa, wawazamishi watu kwenye maji aa, kuwabatiza yani hata hapa niko nabatiza mtu mmoja kubatiza maana yake ni mafundisho. Mtu mafundisho anayoyasikia ndio ubatizo wake. Mafundisho haya ndio yanaweza yakabadilisha mtu na kumwelekeza kwamba kumbe hili ndilo la kufuata, hili ndilo la kufanya, hili ndilo la kutekeleza. Huo ndio ubatizo. Ndio maana maandiko yametafsiri yame vizuri kwamba Yohana yeye alibatiza kwa maji mengi. Yaani Yohana yeye ilikuwa ni mafundisho mengi sana anawafundisha watu, yani kila wakati nikupaza sauti, jamani yuko mfarma anakuja, jamani nyosheni njia ya Bwana jamani, simama, ni mahubiri, ni mafundisho mengi, ni maji mengi. Lakini akawaambia yule mm. anayekuja nakwambia, hatakuwa na mambo mengi, atawabatiza kwa Roho na kwa moto. Mm. Yani manake ni, anafika anakuambia wewe pale njo ilo giza lilokalia afya yako litoke ndani ya mwili wako, hiyo lahana kwenye damu yako. Mm. sijui umenielewa. Mm. Alafu ghafla mtu anafunguka kirahisi bila mafundisho mengi. Yaani kwa ufupi, injili ya sasa hivi mm. ni ya matokeo zaidi kuliko ya maneno zaidi. Sasa na wale ambao walipewa neema ya maji mengi kama Yohana Mbatizaji, hapo ndiko tunakopingana kwamba yani miujiza ipi inatokea bila evidence. Mtu afundishi haongei sana, eti anaamrisha kiwe pesi, wewe giza toweka, alafu eti pepo anamti. Haya majini bwana, si umeelewa? Kwa hiyo sasa dini mtazamaji unaye nitazama hata unaye nisikilize. Dini haikupi mandate ya kurithi ufalume wa mbinguni ila kumjua kwako Mungu wa kweli ukamuelewa na ukaelewa Yesu Kristo aliyemtuma, hilo ndilo litakusaidia, kwa sababu kishatambua huyu ametumwa kwa ajili yangu. Kupitia huyo unapokea neema, kwa sababu atasema na wewe moja kwa moja juu ya ile changamoto inayokutatiza juu ya kile kinachokuumiza. Hataanza kuwa na mizunguko zunguko mingi. Umekuja unaugua vidonda vya tumbo na kuambia tufunge na kuomba siku saba, utafia hapo imani yeye. <laughs> Yeah, atakwenda straight kwamba hii vidonda chanzo chake ni hii, lakini ifanyike hii na hii na hii, full stop. Anza kula chakula na samaki, kula ugali, kula samaki, kula maharage, kula dagaa. Amina, amen. Hataanza kukupa vitu vingi, hii vitu vya sijui, unafika na kwambia funga siku mia moja na ishirini ni rafiki yangu, utakufa kabla ya wakati wako, na hiyo ikupe mafunuo kwamba hajui aoni chochote kwangu. Sasa atafanyaje? Atajifunika kwa majani ya miti ili uchi wake usiuone kama Adamu, Adamu alivyokuwa uchi akaanza kujifunika uchi wake usionekane, ya yani neno limemtoka alipo, tena yuko uchi sasa, ili usimjue, lazima atakupa kupa vitu fulani, ee, visheria sheria fulani vi utaratibu fulani, fulani, fulani ili ujue yuko kwenye kanuni. Sasa mimi si nasema. Umeniuliza maswali ami na mtazamaji wetu ambaye alikuwa unatufuatilia. Nafikiri umeweza kuelewa kwamba dini haikupeleki mbinguni rafiki. Kwa hiyo unayeng'ang'ania dini alafu unakufa kwa magonjwa ambayo ni ya kishetani basi umepotea. Nafikiri nabii wa Mungu ametuelewesha vema zaidi na ametufafanulia zaidi na zaidi. Zidi kuwa pamoja nasi ndani ya channel yetu Buludoza TV. Lakini kwa kipindi ambacho kwa sasa kipo hewani, ambacho ni Dodoso za Mbinguni, huzidi kuyajua mengi zaidi, na wewe hakika Mungu atakutukuza viwango na viwango. Shukrani sana baba yetu, barikiwa sana. Amina. Mungu akutie nguvu sana. Amina. Dodoso za Mbinguni, mbarikiwe pia. Amina. Amina, tunapokea amen. Basi mpaka hapo hatuna la ziada, nikutakie kufuatiliaji mwema ndani ya ya chaneli yetu ya Buludoza TV. Usisahau subscribe, share kwa rafiki comment, weka hata swali lako, na wewe litaweza kupatiwa majibu. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Dodoso za mbinguni mbinguni. mbinguni. Uh, uh, Batizo badiliko fulani la kiroho. Kwa Yohana Mbatizaji amekuja kabla ya Yesu Kristo. Na yeye halikuwa anaitengeneza njia ya Yesu wale ni ni wanaobatiza watu kwa maji mengi ni wafuasi wa Yohana Mbatizaji, sio wafuasi wa Yesu Kristo.